alaikum nikusema. <laughs> ya kwanza natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, sababu kuishi ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. ge nt deta de circonstance, kama tumepatikana hapa saa hii, nikusema ni mapenzi ya Allah, kisi munaweza kuzungumza Waislamu. Uislamu, maana yake unyenyekevu. Ni kusema Uislamu mwenyewe anaogopa Mwenyezi Mungu, kitu ya kwanza ni kunyenyekea mbele ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sijui kama minatagalika, lakini nitashukuru Shehe Musa kwa kuandaa hii kipindi cha rehema kwa ajili ya Mtume Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu, nashukuru mashehi wenyewe wanapatikana hapa wakitoa sala kumwombea mtume Muhammad na kumwepusha na moto wa jehana vile vile na kumwombea pepo ya Mwenyezi Mungu ni kusema tunashukuru vile vile Waislamu wenyewe wanapatikana hapa, wamama, wasichana na watoto. Naitika kwa jina la Katembo Julien maire de ville wa Goma, nikiwaza kila mtu yuko hapa temwe, anajua kama vile ya Goma leo iko na securite, tunafika ku monce pourcent

lakini naweza kutemwanii kwanza kutumia mzima ncinyiko nasekilipiasa urusa ni nchi ya Uislamu na ni Arabu Saudi, na hili <tutu> na inaonyesha kama Uislamu ni watu wenyewe wanapenda amani, hata kama leo wanaweza aribisha leo ni mpitasia dini Uislamu kuvitwa terrorism, lakini Uislamu ya amani na inaonekana kupitia nchi ya, ya, ya kutine ya Kiislamu ni Arabi Saudi, juu nchi ya kwanza kuunia hi kuna amani ya sabusa. Ni kusema Waislamu na sisi vile vile amani haitarudia mvile ya Goma bila participation, nikusema, tunaalika mashehe tunaalika watu wote watoto wa mama wa baba tuungane pamoja kusudi vile yetu ya Goma ikuwe na amani na kisha kuwa na amani kisha tuende kwa maendeleo. Uislamu ni wasafi. Uislamu anasali mara tano kusiku na hii mara tano anatakatisha mji wake. Lakini fasi kwenye kuko moske yetu ya Dirire kuna hala uchafu. Tuko najifunza pamoja na excellence Messieurs le gouverneur de province du Nord Kivu Musanga, tuone kama ile soko yenye iko kubirile pale kwa msikiti, tuwatafutie wamama asiee wanaweza kushisha vitu vyao, lakini basi kwenye msikiti iko kukua usafi, tuko na najifunza, sababu hatutafukuza wamama na hatuna kwa, tutawaweka msome pouvoir ya responsable, tuko natafuta basi kwenye tutaweka wale watu tutengeneze tuwaambie, okay, hii ni kanisa yenye inaheshimika duniani. Hatuwezi kamata nyama zenye zinakataziwa na dini, tuziweke pembeni ya msikiti na kataziwa ni <coughs> <coughs> kusema mashehe waendelee kutoa dua kwa ajili ya moveme wetu ya fsm na sisi tuko kama Waislamu, kwani mnapenda amani, nasi vile tunapenda amani. Na njoo maona tuko naomba Felix, rais wa kwa, wa Congo, tuone namna gani tutaongea resoudre les causes profondes ya hii conflit kusudi population hii ya kiishi na amani. Vita ni mbaya <tune> tunawashukuru sana Waislamu, nitawaambia tena, tuendelee kuishimisha hii sababu, wakati Muislamu anafanya makosa inakuwa sasa kama ni waislamu wote ndio wabaya, lakini sio hivyo. Muislamu mmoja akafanya makosa ikuwe makosa ya yule Muislamu binafsi, lakini hii dini kwangu binafsi naiheshimia sana, sababu ni dini yeni, najua mwijini mimi, nimesoma vitabu vingi sana kwa ajili ya dini, najua kama ni dini ya Mwenyezi Mungu, mitume wote, Yesu na nabiju vinginevyo, najua kama walikuwa waislamu. Takbir. Sasa nawashukuru sana, nawashukuru sana, na tuendelee kutangaza dini ya Uislamu kuponbi kuzumbi nchi yote ya Kongo, dunia nzima ikwe na amani sakisi amani, niko arabi Saudite. Washukuru sana, nawashukuru sana. Takbir! Takbir!

Kwa hiyo Waislamu, tunatoa shukrani za dhati kwenu kwa kuweza kumsikia meya eh, wa mji waislamu wa mama na wa baba. Na kabla hatujasoma mlango wa pili, tunataka kuingia kwenye wa pili, na hivi nawafahamisha ya kwamba shida zetu zote za Kiislamu, shida zetu zote za Kiislamu, tuna haki ya kumshukuru Mungu na kumshukuru kidogo meya, kwa sababu meya amesema kwa siku ya leo hawezi kupendelea kukosa. Ni kwa sababu Waislamu mtu hawezi kuleta habari zote, lakini nawafahamisha katika watu tatu wa mwanzo katika huu mji waliojitahidi, mpaka Mungu atujaalie kuswali aidi moja katika mapatano imeoo amejitahidi kwa namna yote, kwa hali yote ili tusali, na alhamdulillah tumeswali, tumempigia simu, tumemwambia leo tutam tutamsalia Mtume naye amesema sitokosa. Amekuja nikusema Waislamu, hiki kitu tulikuwa tumekikosa muda mrefu, tuzidi kukiomba ili tusindikizane katika kheri kwa waislamu wetu, na nafikiri ujumbe umekuwa rasmi. Wanasemaga parole ya autorite ppar ya document dena loi ya decision na kusema, katika wamama zetu wa bilele, katika wababa zetu wa bilele, tusikie kwa makini. Kama salongo inabidi tuifatilie sana salongo, tulete usafi katika msikiti wetu. Alislamu alislam, nadhifu fatanadhafu, Uislamu ni usafi, na inabidi tujisafishe. Na kusema, tusaidiane. shak samdi, kama kuna mwislamu ameshasafisha kwake, tufikirie kwenda na msikiti wa bilele ili tufanye usafi Salfasi pasafu tushirikiane, yani amani sote kwa jumla, ili amani idumu na tuzidi kuwaombea kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, ili amani idumu katika sisi Waislamu na tupate hii fursa ya kumsalia Mtume. Bila amani, hatuwezi kukaa hivi. Amani ikikosa saizi, tutasambaratika. Mmesikia sehemu sehemu, kuna mavita, wale hawawezi kukaa, sema wanamsalia Mtume, lakini sisi hapa tunamsalia Mtume.